Kati ya stories ambazo zinatrend kwenye uh, social media ni ishu ya uh, Baba Levo pamoja na Mwijaku kuweza kusimama kama wabunge pale Tanzania kwenye uchaguzi wa mwaka huu. Okay, so sasa hivi watu wengi wanasema awako fit kusimama kama wabunge, wengine wakitetea kwamba wako fit na wanaweza fanya kazi vizuri kishina wabunge ambao wameteuliwa. So jambo hili imezua ime gumzo kwa sababu Harmonize anamsapota uh, chawa wake Uh, Mwijaku na Diamond Platnumz anamsupport chawa wake ambaye ni Baba Levo. So wawili hawa wamekuwa ni topic sana uh, of late. Kunyuma kwa chawa chawa means unaongea on behalf ya mtu fulani okay? so, unaweza kuwa msanii msanii fulani unamsupport, so mtu akimtusi wewe ndio utakuja kurespond, mtu akiongea ubaya wewe ndio utarespond, akitaka ku-introduce something new wimbo mupya ama kufanya kitu fulani, inapitia kwanza kwa kwa wende unaintroduce, unaakikisha kwamba watu wameanza kuijua na kui uh, kwanza kuprepare kwa hiyo kitu. So Baba Levo amekuwa kifanya vizuri sana kwenye mtandao wa kijamii pamoja na Mwijaku. So Mwijaku amekuwa chawa wake harmonize for a very long time, na Baba Levo pia amekuwa chawa wake Diamond Platnumz for a very long time, na hiyo uchawa imefanya imewapatia umaarufu sana na kaweza kuwapata kupatia endorsement nyingi na followers okay. <clears throat> kwa sababu wamekuwa wakiingilia watu sana mkesi umeongea vibaya kuhusu msanii wake, anakuja anaongea sana, na hiyo kitu ya wasanii ama watu hifuatilia sana so wamepata followers wengi sana na kuna uwezekano mkubwa sana waweze kuwe wabunge mwaka huu. So sijui wewe unaichukuliaje hii suala ya hawa chawa kuwa wabunge pale ama kuwania kwenye viti tofauti tofauti ya ubunge? Je, wataperform ama wanaenda kuhakikisha kwa kwamba wameleta michezo yao ambao wamekuwa wakifanya kwenye social media, pamoja na scandals ambao kua wakifuatilia social media waipeleke bungeni, ama wanaenda pale kwa show off, ama wanaenda pale uh, kwa nini? Na pia tunaona babutale Babutale aliweza kusimama na akawa mbunge pale pia uh, kule Tanzania aliweza kuwania kiti na haka, akaweza shinda. Sasa hivi anakuanga bunge pale, hatujui kama ana perform vizuri pale ama ako pale tu kwa show off. So what do you think about baba levo pamoja na mwijaku kuweza kuwania uh, kiti cha ubunge? Unaweza ukatatia kwenye comment section. Till the next time, Jack Blue Africa.